Alhamdulillahi ladhi lam yalid wa lam wa yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi ladhi ahyana baada ma amatana wa ilayhi nushur. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa Ikhwani wa akhwati fillah. Ndugu wapenzi wa tukufu mnaofuatilia Maalim Shabani popote pale mlipo. E, tunapenda e, kuwatakia utazamaji uliokuwa bora kwenu na pia tunapenda kuwaombea kwa Allah Subhanahu wataala awape afya iliyokuwa njema na awape siha iliyokuwa njema, na Allah awatilie nuru ya majambo yenu fi dunia wal akhirah. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, e, tupo katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Katika kipindi kilichopita tulisema kama mtu vile yuwafanywa uadui, basi ule uadui anaofanywa anaweza e, aka kwa mfano tulizungumzia masala ya mke na mume lakini tukasema uadui huu si wa mke na mume, hata kana kwamba yule mtu ambaye amerogwa, amefanywa uchawi, amefanyiwa sihiri, e, kiukweli kwamba mtu huyo ana uwezo pia wa kujikabidhisha kwa Allah, au mashtaka yake yakayapeleka kwa Allah Subhanahu wa Taala kwa kupitia utaratibu ambao tulishakwisha tumekusha ueleza. Watu bado wanauliza maswali, wanauliza maalim Shabani. Unajua katika kusikiliza watu E, hatuwezi kufanana masikio na wala siwezi kuchukia watu kwa kuuliza hili, na ndio maana nikiona watu wengi wametuma message, wawili watatu wanne, basi narudi tena hapa kufafanua kwa, kwa marefu na mapana. Naam, wanauliza kwamba maalim Shabani, kwamba dua uliyosema na uliyosoma wamesema wengine tunaomba utuandikie. E, ndugu zangu wenye kuandika, sasa hapo ndio shughuli kweli kweli. <laughs> Inshallah ningepata muda e, nitaiandika ile dua. Haya, mwingine akasema kwamba Maalim Shabani, salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je E, katika watu ambao wameuliza anasema, je, katika katika hiyo dua ambayo umesema tuisome, Maalim Shabani, ni lazima tu mtu awe amedhulumiwa kwa upande ala, mpaka aolewe akawa amedhulumiwa au aoe, sasa yule mke ndiye amdhulumu, je, dua hiyo iko vipi? Hii nafikiri nilifafanua vizuri tu. Naam, kwamba si upande huo, na mtu anaweza kuitumia dua hii kwa hali yoyote. Naam, mwingine akasema assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maalim Shabani e, umetuelekeza dua Masha Allah. Je, dua hiyo isomwe wakati gani? ndugu zangu wapenzi watukufu wakati nyakati bora za kusoma dua ni nyakati za wakati wa dhuha Naam, wakati ule wa dhuha yani kuanzia e, saa tatu, tatu, saa nne mpaka e, saa tano, tano. Kipande hicho ni kipande kizuri sana kufanza dua. Naam, na nyakati zile za Ee, baada ya swala la asri pia ni nyakati nzuri sana katika kufanza e, kufanza dua, na nyakati zingine ni zile nyakati za usiku, nyakati ambazo e, Allah Subhanahu wa Ta'ala hunadi katika wingo wa dunia, husema: nani mwenye shida ni mtatulie, nani mwenye kutaka msamaha ni msamehe, nani mwenye maradhi ni mponye, nani mwenye kadha wa kadha wa kadha. Hizo ndio nyakati nzuri ambazo e, unaweza ukafanza dua zako, lakini angalizo kwamba dua hii kuisoma eh, eh, kuisoma si lazima tu nyakati hizo nilizozieleza, maana watu wengine ni waajiliwa wengine wameajiliwa, wengine watumishi, wengine watumishi wa umma, wengine kadha kadha kadha. Sasa ukimwambia asome wakati wa dhuha ndio yuko kazini, ukimwambia asome alasiri, sasa ndio yuko njiani anarudi kazini, ukimwambia asome usiku, sasa ndio karudi kachoka, anapumzika ili apate kuamka asubuhi aende kazini. Basi tafuta muda ambao wewe unaona una wasaa, basi jipinde kisawa sawa kwenye wakati huo aisome hidua, na inshallah Mungu atakusimamia. Huyu wa mwisho anasema, mwalimu Shabani, asalamu alaykum eh, wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. E, mimi naomba kwamba hiyo dua ulioielekeza hapo naomba uirudie. E, haya anasema tuirudie. Ndugu zangu wapenzi watukufu, hatuchukii e, kwa haya ambayo watu wanaotuliza, lakini umakini pia e, unahitajika katika masala mazima ya kusikiliza kwenye klipu. Lakini e, hii dua tumesema kwamba e, unamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, unamsalia mara unamswalia mara mara elfu moja utasoma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, mara elfu moja hasbi allahu wa ni'mal alwakil, mara elfu moja Kisha ndo unaisoma na hii dua ambayo inasema dua eh, ni hii hapa ambayo inasema Allah eh, inaanza hivi:

Hasbi hasbi hasbi Allah wa hasbi Allah, Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hii dua utaisoma kama hivyo, baada ya kusoma no, uta hidua, na utaisoma hii dua, unaisoma mara saba kima cha chini. Ukiwa na istidadi isome aa mara 41. Eh, mara ukiwa ume, uko vizuri isome mara sabini. Yani, kima cha mwisho ni kuisoma mara saba dua hii, lakini unaweza kusoma mara sabini au 41. Basi majibu utayapata, hayatochukua muda mchache. Kama ulidhulumiwa kweli, Allah subhanahu wataala atakusimamia hiyo haki yako au dhulumu dhulumu, tala, e, majibu, hiyo dhulumu waliofanyiwa yule aliyekudhulumu Allah subhanahu wataala lazima ampelekee majibu yenye uhakika. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu wapenzi watukufu, nashukuru kwanza watu mwafuatilia. Yani kitendo cha kuuliza maswali, hii inaonyesha kuna watu wanafuatilia. Unaona, ingekupo namna hamna maswali yanayoulizwa, ina maana inaonyesha kwamba wewe unazungumza tu watu wanaangalia, wanakwenda zao. Inaonyesha watu wote wameelewa. Msifahamu, kitendo cha kuulizwa maswali, ina maana hicho wanachokuuliza watu wanakifuatilia. Na ndio kitu tunachotaka mfuatilie, ili muelewe. Ndugu zangu wapenzi watukufu, tuelekezana hivi vitu. Lengo na makusudio, tuache kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ushirikina sio dili. Utamshirikisha hapa duniani Allah, utafanikiwa ndiyo, lakini ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, kuna maisha baada ya kuondoka katika mgongo huu wa ulimwengu, kuna maisha baada ya kufika katika maisha ya uko ambayo hayana mwanzo tu, hayana mwisho, kuna maisha ya kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuulizan shay'an ba'da shay'a Naam. Eh, atakuuliza tu, e, kwa ajili hiyo maandalizi ya kweli ni kujiandaa wewe na nafsi yako Alkayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da almaut, mtu ambaye ana akili timamu ni yule ambaye iwaihesabu nafsi yake, kisha mtu huyo yuwafanya e, yuwafanya, yuwafanya matendo ya kheri kabla ya kufa ya kufa kwake. Kwa jili hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu, eh haya majambo tunaelekezana, ukiona ni unaweza ukayadharau unaweza ukayabeza, ukaona kama vitu havina maana, lakini mwingine anabeza, alafu hapo hapo anaenda kwa waganga, kwa waganga wa kishirikina. Sasa si bora utumie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, si bora ujifunge na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na ni maneno ambayo watu wamefanya na wamefanikiwa, sio kana kwamba yapo yapo tu. Kuna watu wanajipinda huko na wanafanya, na subhanallah, na Mungu anawapa majibu. Kwa ajili hiyo, ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, jipinde na wewe. Wamkuta mtu yutayari shekhe azungushwe mimi kwenye mibuyu, azungushwe kwenye miti mirefu, ambiwe lete nywele za kwapani, ambiwe lete nywele za sehemu zako za siri, ambiwe alete kucha zako, ambiwe alete damu. Mwingine kama ni mwanamke alete damu lhadhi, mwingine ambaye aleta mkojo wako, mwingine ambaye aleta manii yako, za kusanywa hapo aenda kufanziwa jambo. subhanal malikil qudus! Hivi wewe waenda kutibiwa wewe? Unaenda kurogwa wewe? Mwenyezi Mungu atukinge na hilo balaa zito. Kwa kweli, ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji e, tulikopo tumepitia tu masala mawili matatu ya ndugu zetu ambao wametuuliza wa, wa kwamba e, dua utaisoma muda gani? Ndugu yangu, dua tumeeleza nyakati za kusoma, na pia hata kama hizo nyakati ukuzipata nyakati zingine sio haramu kusoma, waweza pia ukasoma haya. Wengine wakatambia kwamba dua hiyo ni lazima udhulumiwe, uwe ndani ya ndoa au umeolewa awe au, au, au, au, mtu ameoa. Hapana, hata yule mtu ambaye hajaolewa wala hajaoa ana uwezo wa kuisoma dua hii kama amedhulumiwa, aidha amedhulumiwa afya, amedhulumiwa mali, amedhulumiwa chochote, ana uwezo e, wa ku nam wa kunini wa kuisoma hii dua, itamsaidia katika majambo yake. Si hivyo tu, hata kama ni wewe pia upo katika biashara yako, machumaulete hao wanakuja kudhulumu, wakija wanachukua pesa zenyewe, wewe wahangaika lakini matokeo huyapati, basi waweza, waweza chukua ukaisoma hii dua kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakusimamia na Allah kwa uwezo wake atakuondoshea hayo mashaka kwa idhini yake. Ndugu yangu mtazamaji ni mengi ya kuyasema lakini niseme kwamba kikubwa zaidi ni kuyafanyia kazi yale ambayo e, tunayasikia japo hata kama ukalichukua neno moja kisha kalifanyia kazi basi utakuwa umefanya kitu kikubwa sana kuliko ukawa unasikiliza maneno mengi alafu then alafu hakuna unalolifanyia kazi. Ndio maana vipindi vyetu hatuzungumzi dakika 40 nzima, hatuzungumzi dakika mia ngapi, tunafanya dakika kumi, 15, 20. Lengo mtu aondoke na kidogo aende kafanzie kazi. Lengo, lengo mtu aondoke kidogo akafanzia kazi e, swali la mwisho. Kuna watu wanasema idadi ya mara elfu moja mara ya kumsalia mtume elfu moja ndio tasbihi, kutuma dhalima elfu moja je, nisipofanya hiyo? Ndugu zangu, tunaweka idadi kubwa, lengo mtu anapomdhukuru Allah kwa kiwango kikubwa, ndivyo nafsi inavyojikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Allah anasema, ya ayuhaladina amanu dhkurullaha dhikran kathira Enyi watu ambao mliomwamini Allah, dhukurullaha dhikran kathira, mdhukuruni mwenyezi Mungu udhukuru wa wingi. Na hii elfu moja tumeweka kutafuta wingi, hatukuweka idadi ndio sharti kwamba lazima iyo elfu moja ndio inasababisha dua ikubalike. Hashawakala, elfu moja tumeiweka kwa sababu ya kutaka wingi, kama alivyosema Allah, dhikran kathira, mdhukuruni mwenyezi Mungu kwa wingi. Kunako kumdhukuru Allah kwa wingi, ndipo Allah anapokuwa karibu na mja wake na ndipo nafsi inavyokuwa karibu na Mola wake. Naam, na sifa za watu wale ambao wenye kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani kidogo hata akichomwa aki na mwiba, utamsikia subhanallah Ameteleza, subhanallah, Allahu akbaru, la ilaha illallah. Huyu kamdhukuru sana Mungu huyu, huyu amemtaja sana Allah mpaka Allah ameingia ndani ya ulimi wake. Ndio maana hata akiteleza asemi mama, akiteleza asemi Mungu wangu we, akiteleza asemi asemi nini? E, asemi nini? Wanasema mtu ameteleza, mtume akitelezam a, a, anamdhukuru Allah subhanahu wataala. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu wapenzi watukufu, twaelekeza na haya, lengo tuyafanyie kazi. Ha, kama kawaida yetu tunasema, tukija katika viwanja vyetu hivi huwa tunakuja na vitu vyetu kama hivi mnavyoviona hapa. Hapa kuna mnazi, hapa kuna mafuta ya Hizbul Bahari, hapa kuna mafuta halisi haya ya Sandaruti, hapa kuna Ibitalu sihiri, hapa tuna tuna kashkash -kash. Kwa wale watu ambao wenye kuhitaji basi inshaallah taala wanaweza waka wakaitafuta hizi eh, dawa zitaweza kuwasaidieni kwenye mashakili yenu mashakili mbali mbali. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani popote pale ulipo, tunakutakia utazamaji mwema. Nyuma ya kamera akisimama vema Habibi Suleiman bin Sultan na mimi ni ndugu yako Maalim Shabani kutokea hapa Mbande mwisho Maalim Shabani Dua Center, hatuna la zaidi ila kuwatakia utazamaji mwema na tunawakaribisha sana na tunawapendeni sana uhibbukum fillahi, wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ila liqa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 kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755782478 au 0717284242 na 0625575272. Umushifaa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.